Mimi naitwa Omar Mjenga Kashera NDC. Nimealikwa leo Arusha na SACCOS wanamkutano wao mkuu, na walinialika nije kuzungumzia masuala ya uongozi wa kimkakati, na nianze tu kwa kusema kwamba kila taasisi iwe Afrika duniani, iwe ni binafsi, iwe ya kiserikali, ili iweze kufanya kazi kwa kufanikiwa lazima uwe na uongozi thabiti. Uongozi kwa maana ya uongozi wa kimkakati ambao una maono kwamba tumetoka wapi tuko wapi na tunaelekea wapi. Hilo la kwanza. Kwa hiyo, kama hakuna uongozi bora wa kimkakati, usitegemee mafanikio katika taasisi hiyo. La pili ni kufanya kazi kwa uwazi. SACCOS hizi zinakusanya fedha nyingi sana za wanachama kati ya sumu inayoua taasisi kama hizi ni kuto kuweka mambo bayana na wazi. Kwa hiyo kuwe na uwazi, maamuzi yafanywe kwa pamoja, kwa Kiingereza tunasema ni consultative decision making process. Lakini la tatu ni kufanya kazi kwa kuangalia malengo, the vision na mission ya taasisi ni nini, na kama ninavyosema siku zote vision na mission ina focus kuendeleza watu. Sasa kwa SACCOS kama hii watu wake ni wanachama. Hii nimewaomba kwamba wanachama waone faida ya kuwa wanachama wa SACCOS. Kwa hiyo matunzo ya fedha wazi, eh, maamuzi ya pamoja jumuishi, iwe ni nguzo kuu katika wao kufanikiwa. Nimewauliza sasa, leo tuko 2025 Wanajiona wapi miaka mitano ijayo? Hili swali huwezi kulijibu kama una uongozi mbovu, huwezi kulijibu kama huna viongozi wenye mikakati na kama una, hauna uongozi wa kimkakati. Nimewasihi sana, uongozi sio cheo, bali uongozi ni kutizama wale unaowaongoza wanataka nini. Cheo ni cha muda, lakini utaacha alama kwa uongozi ambao umekuwa nao kwamba ni uongozi wa kimkakati na uongozi bora. Asante. Naitwa Ernest Nyambo, mwenyekiti wa Skalt. Skalt ni mwamvuli wa vyama vya kifedha kwa maana ya Sakos. Tunayo furaha kubwa sana kuweza kuwa na mkutano mkubwa sana wakati wa maadhimisho haya ya eh, wiki ya tunaita Ikudi, International Credit Union Day ambayo inafanyika hapa jijini Arusha. Tumekuwa na mkutano mkubwa ambao umeitikiwa na mwitikio mkubwa. Tumekuwa na wataalamu wakubwa ambao wameweza kuja kufanya mawasilisho ambayo yamependwa na yamesikika kwa kwa mapana yake na wanachama. Hakika tunaona ushirika unasogea unasogea katika kasi ambayo tulioitegemea. Tunaunga mkono juhudi za serikali kuhakikisha kwamba tunafanya kitu anaita financial inclusion tunaleta mnyumbuliko wa pesa uwezo wa kuhudumia mpaka watu wa chini, ela itembee pesa, ipite katika utaratibu wake. Lakini tumekuwa tukihimiza e, masuala mazima ya teama, tukiamini kuwa kwa sasa hivi huduma kwa muda mfupi, huduma rahisi, huduma haraka, ndio itakufanya uendelee kuwa na wanachama. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni kipaumbele chetu, lakini tumetumia madarasa ya mwaka huu kuwaambia kuingia kwenye IT ni kitu kimoja, lakini kuna vihatarishi. Lazima tuangalie vihatarishi, na uzuri mlajisi alishatoa sera ya kuhusu vihatarishi katika mifumo ya tehama. Vyama tunakumbushana tuzingatie hilo na tuweze kufanya vile ambavyo inatakika kuepuka pesa za watu ziwe sehemu salama. Zaidi ya yote tunashukuru, e, maadhimisho yanakwenda vizuri. Natumia nafasi hii kuwashukuru wanachama kwa maana ya vyama vimeleta watu. Kulinganisha na mwaka jana, tumekuwa na mwitikio mkubwa sana, tunaona tunazidi kusogea siku hadi siku. Kwa niaba ya bodi na kamati zake, tunasema asanteni sana wanaushirika wote ambao mmeitikia wito wetu, ni kama wangapi leo waweze kushiriki hapa. Jukwaa hili limepata watu wa zaidi mia tisa ambapo imezidi maradufu na jukwaa la mwaka jana ambao tulilifanyia Mwanza. Hii inatupa moyo kwamba sasa ushirika unaingia mpaka ndani kabisa. Eh, msisitizo wetu mkubwa ni kuhakikisha kwamba tunajenga ushirika imara. Tunajenga ushirika imara ambao unafata misingi, sera na miongozo inayotolewa na serikali kwa maana ya tume ya maendeleo ya ushirika vyote inavyovisema ni kwamba imefanyia tafiti na ikaona, usipopita huku ukataka kupita huku, mwisho wa siku utaingia kwenye migogoro. Tunashukuru hata ripoti za kiukaguzi zinaonesha vyama vimekwenda vinabadilika, vyama vinakaguliwa na vinafata taratibu za kuongoza vyama vya ushirika. Kwa hiyo tumetumia majukwaa haya na maadhimisho haya kuwasisitiza kufuata sera, sheria na miongozo vinavyoongoza vyama vya ushirika.